Wavieti Nam walipocheki katika binokula yao ya kivita waliona kwa mbele basi linakuja ambalo waligundua kama ni skubas. Hivyo hawakuweza kulishambulia wakati liko mbali. Waliona huku linakuja linaswea swea. Draiva alikuwa anajaribu kuonyesha kama injini ilikuwa ni mbovu. Walinzi waliokuwa katika sehemu ya daraja walikaa standby, wakijua kabisa bila shaka hili basi lilikuwa limepakia wanafunzi Sasa sasa hapa, mwingine ataruka na nani? Kuku, mimi nitakaruka. Kianza kushambulia wanaingia kwenye mto ili wazunguke kwa nyuma. Niende kuangalia kwa sababu naona kama kama nimeona kuna sura za askari ndani. Sasa shambulia. Kuku alianza kushambulia Kaongeza moto basi asabasi nakuenda mkukumkuku wa na vietinamanaza kuipandika fresh. Aliruka mmoja wa komando akuwa mwingine alikuwa ni Ben o mpaka ndani ya maji. Nia yake ni kwenda kuwazunguka maadui kwa nyuma, kuwapiga ile kitu inaitwa ambush. Ben alikuwa ameshazunguka kwa ndani, alienda kuwatokea kwa nyuma na kuanza kurushiwa zile njugu za mgongoni. Baada ya basi kuvuka, makomando wako na lingine pamoja, kama walikuwa ni wachache, walianza kutia hangle hangle pale kwenye daraja

Mbora katika chini ya gari, gari lilipuka moja kwa moja wakarushwa juu.